Nimu kukushukuru wewe uongozi wa mahakama na watumishi wote kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya. Mheshimiwa Jaji Mkuu, natambua kwamba umebakisha miezi michache kustaafu, na mimi sina tena dhamira ya kugombana na mahakimu ma, majaji wale, na dhamira ya kukuacha ukapumzike. Kwa hiyo, waheshimiwa majaji, jipangeni tu jaji wanakwenda kupumzika, lakini Mheshimiwa Jaji Mkuu, niseme umefanya mageuzi makubwa ya mahakama yetu pamoja na, pamoja na msukumo wa serikali, lakini mageuzi ya fikra kusimamia na kuleta mageuzi tunayoyaona leo ni ni mabadiliko makubwa sana ndani ya mhimili huu. Sasa katibu mkuu kiongozi nimekuona, huko hapo umenipangia kutoa nishani kwenye sherehe za Muungano, naomba niengezee nishani moja ya jaji mkuu wa Tanzania. <coughs> Baada ya hayo ni ruhusuni kugusia maneno machache ambayo naomba meatupie jicho kwa maboresho zaidi. La kwanza, mahakama za mwanzo msifungwe sana na masharti ya kiufundi kule mahakama za mwanzo lakini kama ibara yetu ya 107A na, na ibara ndogo ya pili hii ya katiba inavyosema, kwa katika kutoa maamuzi yake, miongoni mwa kanuni ambazo mahakama zitazingatia ni kutenda haki bila kufungwa kuku kufungwa kupita kiasi na masharti ya kiufundi yanayoweza kukwamisha haki kutendeka. Naomba hiyo ibara iangaliwe, hasa kwenye mahakama za mwanzo. Ninatambua kwamba tumeongeza mahakimu na watendaji wengine ambao ni wataalamu. Hata hivyo, ikiwa mahakama za mwanzo zitajifunga sana na masharti ya kiufundi, zitashindwa kufikia lengo la kurahisisha upatikanaji wa haki kwa wananchi hivyo kupelekea wananchi kukimbilia ofisi za mkuu wa mkoa au ofisi za wilaya au ofisi za Chama cha Mapinduzi, kumbe wangeenda mahakamani kwa urahisi wakapata haki zao. Ni lazima tuwajengee imani wananchi kwa mahakama, ndio kimbilio lao la kwanza la mwisho na la kipekee katika kudai haki. La pili ni uadilifu kwa majaji na watendaji wa mahakama, jambo muhimu la msingi katika kujenga imani